E bwana, eh, karibu sana mtazamaji wa Big Talent TZ. Karibu katika kupata dondoo za teki, masuala ya applications, YouTube pamoja na masuala ya kuedit. Kwa siku ya leo mtazamaji, nataka nikwambie tu kama wewe ni mtu ambaye unaingia sana katika mitandao ya kijamii, katika applications au I mean websites mbalimbali mbali ambazo unakuwa unafata vitu vyako huko, lakini sasa kuna websites zingine zinakuwa ni nadra sana ukiingia, basi ukitaka kuingia tena unafuata mlolongo mrefu sana mpaka unapofikia pale ambapo unataka kupata hilo jambo lako, hususan websites za movies, unaweza ukawa unaingia unakutana na matangazo mengi sana mpaka unafikia pale ambapo unapataka, basi inakuwa ni shughuli kubwa sana. Sasa nataka nikuelekeze jinsi gani unaweza ukabakia hapo hapo, ukitakapotaka kuingia siku nyingine, basi wewe ni kubonyeza tu na kwenda pale pale ambapo unapataka na unafika kama ni website kama ni I mean, sehemu ambayo unapenda kufuatilia vitu vyako, labda unasoma kitu fulani lakini mpaka kufika eneo hilo basi unapata shughuli sana, kwa sababu ya matangazo kuwa ni mengi au chochote kile ambacho kinakufanya kufanya wewe unashindwa kufika kwa haraka. Sasa tuchukulie mfano naingia kwenye website ya ya kudownload mziki tuchukulie labda nataka ni nichukue mziki huu hapa, nitaingia kwenye saiti ambayo naitaka ya kuchukulia huo mziki. Baada ya kuingia katika hiyo peji sasa ya kuchukua huo mziki au kudownload huo mziki, sasa hii peji unaona kidogo imechukua muda kidogo kufunguka na kukuletea hiyo mziki ambao unautaka na mpaka kwenda sehemu ya kutaka kupakua sawa au kudownload. Sasa unataka wakati mwingine ukija ije, ije direct katika eneo hili usiwe tena uanze kuandika, siyo kufanya nini. Unachotakiwa kufanya kama unatumia searching engines ya Google na nadhani wengi tunatumia searching engines ya Google. Basi bonyeza sehemu hapa ya vishale vitatu hapa chini sehemu ya option. Baada ya kubonyeza hapo katika setting ambazo za kuja hapa kuna sehemu imeandikwa add to Google go home screen inaweza ikaleta hivi au ikaleta add to home screen kwa njia nyingine yote inaweza isilete google go ikaleta tu add to home screen wewe utabonyeza eneo hilo hapo baada ya kubonyeza automatically anakuambia add to home screen home screen ipi na umekuletea kabisa kimshale itakuwa sehemu gani kwa hiyo utabonyeza hapa. Au utakapokata baadaye ukaenda katika google kama unavyoweza kuona hii ni Google yangu. Home screen ni sehemu hii hapa ya chenga chenga, ambayo ina, ina ishara kama ya chujio hii ndo home screen ya Google. Kwa hiyo utakapo nani hapo, automatically utaambiwa mpya ambayo imeadediwa katika home screen ni hii hapa, ambayo ina nyimbo yake kabisa imeambia na kuandika sijui jina la huyu msanii si jina la nini. Automatically moja kwa moja itanipeleka pale ambapo ninapataka mimi, na automatically nitaenda kupata kile ambacho ninakitaka kama hivyo imeingia pale pale ambapo ninapataka, na nitashuka tu kwenda kubonyeza ile sehemu ya kudownload na nitapata ule mziki wangu ambao nilikuwa na utaka. Kwa hiyo kama utakuwa unahisi una vitu vingi ambavyo vitakuwa vinakufanya wewe ushindo kuingia kwa wakati huo, hata kama sio site hiyo ina ads nyingi ila unataka tu kuvisave vitu vyako sehemu ambapo ulikuwa umeishia kuingia mara ya mwisho, basi utakuja eneo hili hapa, utabonyeza hapa na kisha utakuja sehemu ambayo imeandikwa add to home screen. Kama hapa hii tayari nimesha add katika home screen, na nimeingia kupitia pale na niambia remove from Google home screen. Sasa sitaki ku remove. Kwa hiyo unaweza uka add nyingi sana kama nilivyokuwa nime add mimi katika hii home screen yangu hapa. Nikibonyeza hapa inanipeleka pale ambapo nimezi add zile Home screen ambazo zinaniwezesha mimi ah, kuingia directly. Wakati mwingine inaweza ika add katika home screen hii hapa, yes, nyingine inaweza ika add simu zingine nikimaanisha kama Samsung, zina add hapa moja kwa moja katika home screen hii. Kwa hiyo ukiambiwa add to home screen inakuja hapa. Lakini kwa kuwa hii hapa ina Google Go, inaleta hapa katika Google. Kwa hiyo inakuwa ina add moja kwa moja kwenye sehemu yake ya Google home screen kwa inakuwa ni easy kwa upande huo yes. Nadhani utakuwa umeelewa kitu, mtazamaji wa Big Talent TZ. Kama nayo unataka kuwa unafanya hivyo usipate shida wakati wa kuingia katika mtandao wako. Mfano, mimi nina hii hapa ya ya kudownload movie, nimeadd. Kwa hiyo automatically inanipeleka pale pale katika ile season yangu ambayo ninaitaka na kuwa napakua zile episode ambazo ninazitaka. Hainihangaishi tena kwenda sijui kuiandika sijui nini. Hapana, inaletea season zangu zile ambazo ninazitaka, nitakuwa nachukua tu moja kwa moja na ingiza katika simu. Hainipeleki katika home screen au home page ya hii website. Yes. Naitwa Salumu, unaweza kuita Salumu the Genius, unaweza kuita Salumu, tukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kwa kujifunza zaidi, usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya, ili usipitwe na video inayotoka hapa. Ni kwage kwa sasa, endelea kuenjoy.